Zaidi ya wadau mia tano wa jukwaa la ushirika mkoa wa Tanga wanatarajiwa kukutana kwenye mkutano utakaofanyika mkoani Tanga kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali mbali ya ushirika wao. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Burian amesema jukwaa hilo litakuwa na manufaa mengi kwa wananchi wa Tanga na kuwaomba kujitokeza kushiriki kwa manufaa yao kuhusu kufanyika kwa jukwaa la saba la ushirika mkoa wa Tanga kuanzia tarehe nne na tano mwezi huu wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano Ndugu wanahabari, mkoa wa Tanga unatarajia kufanya jukwaa la saba kwa siku mbili kuanzia tarehe nne hadi tarehe tano mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano mwezi wa sita katika ukumbi wa ofisi ya mkoa ikiwa na kauli mbiu inayosema ushirika ujenga ulimwengu ulio bora. Tunatarajiwa uh, jukwaa hili liweze kuhudhuriwa na wanaushirika na wadau mbalimbali wapatao takribani mia tano. Hili ni jukwaa la saba katika mkoa wetu baada ya wazo la uwepo wa jukwaa la ushirika lililoibuliwa na wanaoshirika wenyewe walioshiriki katika kongamano la wanaushirika liliofanyika katika mkoa wa Dodoma siku ya tarehe ishirini na tatu Februari mwaka elfu mbili na kumi na sita Tunategemea kuwa na wanaushirika wenyewe kupitia vyama vya ushirika SACCOS, AMCOS, viwanda, sekta ya maziwa, sekta ya uvuvi na madini, lakini vilevile vile vyama vya ushirika, vyama vikuu vya ushirika, unions ambazo vyama hivi vinavyounganisha vyama hivi vya msingi vya ushirika tunategemea kuwa na wanaushirika wenyewe kupitia vyama vya ushirika SACCOS, AMCOS, viwanda, uh, sekta ya maziwa, sekta ya uvuvi na madini, lakini vilevile vile vyama vya ushirika uh, vyama vikuu vya ushirika uh, unions ambazo vyama hivi vinavyounganisha vyama hivi vya msingi vya ushirika. Tunawakaribisha sana wananchi mjionee bidhaa za ushirika. Uh, ambavyo vina ubora mkubwa sana na tuone hatua kubwa iliyopitiwa na wenzetu katika vyama hivi vya ushirika. Mwenyekiti wa jukwaa hilo akaelezea ni vitu gani vikuu vitakuwepo kwenye mkutano huo na kuwaomba kwa wale wote ambao watapata nafasi kushiriki kwa manufaa mbalimbali. Kwa hiyo, ziko fursa mbalimbali ambazo e, wadau na watu mbalimbali mbali, ndani na nje ya nchi hawazifahamu tunatazamia kwa kupitia jukwaa hili la ushirika tutakalokuwa nalo la siku mbili la mkoa, litaangazia fursa mbalimbali zilizopo ndani ya mkoa wa Tanga. Rai yangu kubwa eh, kwa wananchi wa, wa, Tanga na wananchi wa mikoa ya jirani wasisite kufika kuona uzuri wa mkoa wetu wa Tanga. Na kama ilivyo ada, Tanga tunasema waja leo, kurudi majaliwa, kwa maana ya kwamba ziko fursa mbalimbali adhimu ambazo zinapatikana ndani ya mkoa wa Tanga na zipatikane mahali pengine popote. E, tuna fursa za maziwa ambayo ubora wa maziwa yanayopatikana mkoa wa Tanga hayapatikani popote. Tuna korosho, e, tuna zao la mkonge, wengine wamekuwa wakiona kwenye TV na kulisikia. Hapa wakifika ndio mahali pake kabisa. Lakini kuna madini yanapatikana ndani ya mkoa wetu wa Tanga. Kuna utalii, e, kuna uvuvi. Angalau waje waone bahari na wale samaki, e, katika kuangazia mchango wa sekta ya ushirika. Kwa... Mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tanga akahamasisha kwa upande wa vijana kushiriki kwenye mkutano huo, kwani kutakuwa na mada mbalimbali za elimu ambazo zitaweza kuwasaidia katika masuala ya kujitafutia kipato. Niombe sana vijana wajitokeze kushiriki kwenye shughuli za vyama vya ushirika. Vyama vya ushirika ni sehemu ambayo inaweza kutuondolea changamoto ambazo zimekuwa zikiwakuta vijana kwa sababu vyama vya ushirika ndio sehemu pekee ambayo ina fursa mbalimbali za kiuchumi, fursa mbalimbali mbali za ajira, na fursa mbalimbali mbali za maendeleo. Kwa hiyo niombe sana vijana tuone ushirika sasa ni sehemu yao na fursa yao, waweze kutumia ushirika kwenye masuala mbalimbali. Napenda kuchukua fursa kusema kwamba sasa Tanga tumeanza vyama vya ushirika vya mwani. Kwa hiyo bado fursa zinaendelea kuongezeka na ni sehemu pekee ambayo vijana wanaweza wakapata maendeleo makubwa. Huo utakuwa ni mkutano wa saba wa jukwaa hilo ambao mgeni rasmi atakuwa ni mkuu wa mkoa wa Tanga. Kutoka hapa mkoani Tanga, Rajabu Athumani, Mwananchi Digital.